Leo ni tarehe 25 Mei 2025. Mwendelezo wa kambi ya tohara kwa watoto wa kiume ikiwa ni kituo cha kumi hapa katika eh, kituo hiki cha afya cha Mbande. Stori kubwa ni kwamba mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Alhikma Foundation na dawa ya kimataifa Sheikh Nurlin Kishki ameweza kutimba leo katika kituo hiki. Utafahamu na unaweza ukajiuliza, imekuwaje leo Sheikh, tangu tumeanza vituo vyote kumi hajafika, lakini leo amefika. Amefika hapa kwa sababu leo ndio kituo cha mwisho cha kambi hii ya tohara katika wilaya ya Temeke, licha kwamba tutarejea siku ya Jumatano katika kituo cha Jamanzi kutokana na wingi wa watu ambao ulikuwepo katika siku ya jana, lakini kituo hiki ndio kituo cha mwisho katika wilaya hii ya Temeke. Hivyo dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, mtakumbuka ni yeye ndiye ambaye alitangaza katika mashindano makubwa ya Qurani kwamba tutawafanyia sunna watoto wa kiume Alfu moja. Na leo wamefika hapa kwa ajili ya kutoa shukrani zake katika vituo vyote kumi ambavyo tulifika, ambavyo ni vituo vya serikali kwa maana kutoa shukrani zake kwa serikali, kutoa shukrani zake kwa wananchi, lakini kubwa pia hata kwa jopo la madaktari kutoka SMV ambao wao ndio wanafanikisha shughuli hii. Nitumie fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa SMV kwa kushirikiana nasi katika jambo hili lakini pia nitoe shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukubalia kutumia vituo vyake vyote vya afya katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na katika wilaya hizi mbili, wilaya ya Temeke na wilaya ya Ilala. Lakini pia nishukuru vituo vyote kumi, kikiwemo na kituo hichi, viongozi wote wa vituo vyote kwa kutupa ushirikiano. Mwisho, nitoe shukrani kwenu nyinyi wazazi kwa kuitikia huu wito. Laiti msingejitokeza kwa wingi na hawa majemedali mlotuletea, basi zoezi lisingeweza kufanyika. Zoezi letu hili halichagui wala halibagui dini. Dini yetu tukufu ya Uislamu inatuambia katika kusaidia tusiangalie dini wala imani ya mtu, mwanadamu yoyote anastahiki kusaidiwa, na ndio maana hatujasema tutawatahiri watoto wa Kiislamu tu, hatukusema wa, tumesema watoto wote wa Kitanzania katika ile idadi ambayo tulitangaza hapo awali. Baada ya shukrani hizo, ikatolewa nafasi pia kwa hadhira husika ambayo imekwepa katika eneo husika waweze kuuliza swali ama maoni kwa Shekhe Nurdin Kishki. Ndipo akatokea ndugu yetu Erasto, yeye aliweza kufunguka ya moyoni kuhusiana na ambacho Alhikma Foundation wanakifanya mbele ya Shekhe Nurdin Kishki. Kwa jina naitwa Erasto Leonard Mosa, ni mkazi wa hapa Mbande. Nisiwe mchoyo wa fadhila, kwanza kushukuru sana taasisi mbalimbali za Kiislamu. Si mara ya kwanza nasikia au kuona katika maisha yangu ya kila siku. Wakati mwingine wanafungisha ndoa bure bure bure kabisa, wakisema bure, maana yake inamaanisha kwamba ni bure. Lakini leo hii angalia muono wa ajabu, sielewi hii ni Al-Hikma Foundation sijui ina, ina muono wa ajabu wa kiasi gani, kuona tu kwamba watoe huduma kwa jamii kwa ajili ya kiungo muhimu kabisa cha mwili ambacho ndicho ambacho chanzo cha sisi sote hapa ni ukoo, yaani kuendeleza ukoo. Hicho kiungo ambacho usikilia rahisi, wamefikiria kwamba watoe tohara bila tena, bila kubagua tena. Hili ni jambo jamani, hebu tufikirie kwanza. Sijui huu uongozi una maono ya kiasi gani kufikiria hili jambo katika mambo yote ambayo yafanya mbali, tayari tayari mengine nimeyasema, lakini hebu fikiria, wamekana kutafali kuliona hili. Angalia jinsi lilivyopokelewa katika jamii. Ukija hapa sasa hivi kwa daktari kawaida, ukimwambia sio chini ya shilingi daktari shilingi daktari atakwambia shilingi. Hebu piga hesabu katika watu hata tutulio wapa, tutulio wapa tu hata tuliopo hapa tu, ikiwa tu wangesema tu labda shilingi elfu tano daktari anachukua je shilingi ngapi? Hii hii taasisi imechangia kwa sisi tu hapa tulio hapa, ni pesa nyingi sana. Hebu tuangalie jamani hili tukio, lakini taasisi hii imefikiria na kutoa hizi huduma kwa jamii kwa kweli, mimi niseme napongeza sana na nashukuru sana basi. Mwendelee kutoa huduma hii kwa watu wengine pia, na maono mengine ya zaidi kadiri ya Mungu atakapowajalia, ili kwamba kweli kabisa tuone kabisa kwamba hata na, na, na, na kosa neno la kusema hata mimi Mkristo na Wakristo wengine, kwa kweli hili jambo limewagusa watu wengi sana. Msisije mkafikiria kwamba labda ni, ni, ni jambo rahisi tu lakini ni jambo ambalo ni, ni maono ma, makubwa sana sielewi. Yani, sijui mliwaza nini yani, uongozi yani, sijaelewa yani, lakini ni jambo ambalo ni muhimu kupita maelezo, na mimi naseme Mungu awajalie sana, muweze kutafakari zaidi, na mengine pengine yapo ambayo pengine mnaweza mkatafali, pengine hata zaidi ya hili, hata hili likawa endelevu. Asi, tashukuru sana kwa kweli mtazamaji eh, na hapo ndivyo ambavyo Sheikh Nurdin Kishki amemaliza hapa, ikiwa leo ni kituo cha kumi. Kumbuka vituo ambavyo vimepangwa kufanyika zoezi hili ni vituo 22. Kwa leo bila shaka tayari vituo 12 vitakuwa vimesalia, lakini namba inatishia sana, tayari watoto 1721 washafanywa sunna, idadi inayotakiwa ni elfu moja. Ni vituo vilivyobaki ni vituo takriban 12. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni Mwana Mali Mashi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka, zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake. Kishki TV, nuru ya dini yako.